Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kuna maendeleo makubwa ya teknolojia. Na kwa kutumia teknolojia, watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka. Wanaweza kutusema wanavyotaka. Wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka